Mimi mchungaji Elliot Chikula Phiri napokea wajibu huu wa kuwa mchungaji kiongozi wa kanisa la FPCT Mazimbu, na ahidi mbele za Mungu na kanisa lake takatifu kufanya kazi hii kwa uaminifu wote, kwa Mungu na kwa neno lake. Nitakuwa mwaminifu kwa katiba, miongozo na kanuni mbalimbali mbali za FPCT. Nitafanya kazi hii ya mchungaji kiongozi kwa kuwatendea haki watu wote bila upendeleo wala ubaguzi wa kabila, rangi au jinsia. Nitafanya kazi hii kwa heshima na utukufu wa Mungu, katika jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Amen. Mimi Stevie Mulenga Askofu Mkuu wa FPCT, kwa mamlaka niliyopewa na FPCT, nimekusimika wewe mchungaji Elliot Chikula Phiri kuwa mchungaji kiongozi wa FPCT Mazimbu, leo tarehe 29 mwezi wa 11, 2020 na hii ndio ishara ya kusimikwa kwako, ninakukabidhi Biblia, katiba na, na miongozo ya ibada katika jina la Baba na Mwana na la Roho Mtakatifu.